Mheshimiwa Spika, natoa shukrani tena kwa viongozi wa vyama vya siasa vilivyoshiriki katika, uchag katika uchaguzi ambavyo vimepokea matokeo kwa heshima na kuheshimu uamuzi wa, wa wananchi wa Zanzibar katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Nimefarijika sana na kauli ya Mheshimiwa Hamad Rashid aliyekuwa mgombea aliyekuwa mgombea wa nafasi ya urais wa tiketi ya chama cha ADC kwa niaba ya wagombea wengine wa vyama vya siasa, aliyoitoa katika ukumbi wa afisi ya tume, baada ya kutangazwa kwa matokeo rais ya kuwa tayari kushirikiana na chama tawala na kuweka mbele maslahi ya nchi yetu. Kwa mara nyingine napenda nisisitize msimamo wangu wa kuheshimu maridhiano na matakwa ya katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 ya kushirikiana na vyama vingine vya siasa katika kuendesha serikali ya umoja wa kitaifa kwa misingi ya amani, umoja na mshikamano. Niko tayari kuyatekeleza maridhiano na kuunda serikali ya umoja wa kitaifa kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar. Mheshimiwa Spika kwa namna ya kipekee napenda kuishukuru tena na kuipongeza tume ya uchaguzi wa Zanzibar kwa kutekeleza kwa mafanikio makubwa majukumu yake ya kikatiba ya kuendesha uchaguzi kwa uhuru na haki aidha nawashukuru waangalizi wa ndani na wa kimataifa kwa kushiriki na kutoa maoni yao kuhusiana na namna uchaguzi ulivyoendeshwa kwa misingi ya sheria tutazingatia maoni yao iwapo kuna mapungufu waliyobaini ili kuzidi kuimarisha zoezi hili kwa ufanisi zaidi. Mheshimiwa Spika, katika hotuba yangu ya uzinduzi wa baraza la kumi na moja la wawakilishi, napenda kuelezea muhtasari wa vipaumbele na mwelekeo wa mipango ya serikali ya awamu ya nane katika kipindi chake cha pili. Serikali nitakayoiunda ina dhamira ya kutafsiri na, na, na kutekeleza ilani ya uchaguzi mkuu ya chama cha Mapinduzi 2025 hadi 30, mipango mikuu ya maendeleo, ahadi tulizozitoa wakati wa kampeni za uchaguzi za mwaka 2025, pamoja na kuendeleza mafanikio yaliyopatikana katika awamu zote za uongozi wa nchi yetu. Ni matarajio yangu kuwa baraza hili tukufu la 11 litanipa ushirikiano mkubwa mimi na serikali yangu katika kufanikisha jukumu letu la kuwaletea maendeleo ya wananchi wa Zanzibar kwa mafanikio zaidi. Mheshimiwa Spika, kipaumbele muhimu cha serikali ya awamu ya nane katika kipindi chake cha pili ni kuendelea kudumisha amani, umoja, mshikamano kama msingi mkuu wa maendeleo nchini. Ni dhamira yangu kuzidi kuwaunganisha wananchi wa Zanzibar kuwa wamoja bila ya kujali rangi imani za kidini, jinsia, asili ya mtu au itikadi ya kisiasa, jambo ambalo litazingatiwa katika uteuzi wa viongozi na watendaji katika utumishi wa umma pamoja na kuwapatia fursa mbalimbali mbali wananchi wote na kuhakikisha wanafaidika na huduma za serikali kwa misingi ya usawa. Mheshimiwa Spika, kwa kuzingatia kuwa ukuaji uchumi ni chachu ya kuleta maendeleo endelevu na ustawi wa wananchi, Serikali katika kipindi hiki cha pili cha awamu ya nane itahakikisha ukuaji wa uchumi unafungamana na uimara wa sekta za uzalishaji, kuwepo kwa fursa za uwekezaji, upatikanaji wa mitaji na ushirikishwaji wa sekta binafsi. Katika kufikia dhamira hiyo, serikali itaendelea kuimarisha hali ya uchumi kwa kuchukua hatua mbalimbali zikiwemo kuwajengea mazingira ya wezeshi wananchi wanaoishi kwa, kwa kipato cha chini ili kuwawezesha kujikimu kwa huduma za msingi.